Kiukweli nina furaha kufuzu robo fainali pale kwa pa Mkapa, yeah. Nilizimia kabisa, wallahi, nilizimia wale. Yani mimi hata penalty ya mwisho ile ya Shomari Kapombe sikuona ah. Sikuona, nilizimia, ila leo toka toka ile goal offside si nilikuwa nimekufa, nisielewi ni nimezinduka saizi yaani yani. sielewi ni ki ukweli, kiukweli, yes. Na furaha sana. Mechi inaendelea mara nishike mikono, nsikia ganzi ganzi, ganzi mpaka kichwani. Asante. Yaani nahisi moyo na mwili haviko. Yes, sawa izo lakini nilikuwa naitaka sana ah, hii nilikuwa naitaka na sana kwa hey. Yes. Hongera sana but... asante asantei, ah, score kubwa ni, mmewalipa Yanga? Hatujawalipa, hatujawalipa, hatujawalipa. yeah. zi ii kawaida yetu, kwani ndo mara ya kwanza wanyanda? Mara ya kwanza sii, mara ya kwanza sisi yeah. Sisi sio mara ya kwanza, hii tofauti yake nini? Finali, fainali. yeah. Tutakachowalipa, tutaleta kombe, tutawalipa hiyo tutawalipa wenyewe walifikahatuwezi kweli tuvai medalisio vitu vyetu sisi tunanyanyua yes. Kombe irizi, irizi za kifafa hizo, ni kambazyani, hata mwenda wazimu anavyozunguka eh. Anarudi ana kopo amebeba ah, okay. Yes, sasa mtu amezunguka, amezunguka amezunguka amekutana na timu viande vibonde

teknolojia teknolojia, hii utanitafuta siko fainali, kama nitakuwa sijafa. Hiyo baada ya baada ya kutangaza Simba mshindi naweza hey, nikawa nimekufa. Kuna uwezekano kufa mkubwa sana sana, naweza hey, yani, yes. Nikafa na uwezekano mkubwa naweza sana Simba za, kuna uwezekano mkubwa sana kwa sababu hapa, seriously, si watanii, nasikia ganzi kila sehemu. Pole sana, nasikia ganzi. Naomba nikuulize swali moja, tangu umeanza kuiona Simba ni ipi simba yako bora mdaoti? Nisi seme bila unafiki, nilaki na Mixon. Hii ya finali. Ah, final sema bora zaidi yeah. Ile fainali tulikuwa tunafelishwa na watu wachache, haijafika yeah. Fainali ha, tunafelishwa na watu wachache yeah. Na pengine haikuwa mipango ya Mungu, mipango ya Mungu umefika, Mungu anachokipanga wakati muafaka, sio so, kufika fainali yeah. Na kuchukua kombe nini, kombe nini uelewi, Berkane ka yeah. Kafunga Konstantini zo so, Simba Simba kwenye jambo lake yeah. Hanaga jambo dogo Simba, Simba almasi katufunga kezi. Kwa kezi kaja pa kwa Mkapa analalalala kama ana, ana timu ya kupiga penati. Mshikaji wangu mnyama anamwambia we lala nitakuta na matuta. Mnyama akiwa na jambo lake na huyu na mnyama sasa hivi, ah, huyu ni balaa huyu mnyama ni balaa. Sasa hivi tumechafukwa, Sasa hivi tumechafukwa, tumechoka kejeli na ninapokuambia hivi Napokwambia hivi mpaka mashindano ana, anaisha kafu utakuwa nafasi ya tatu utakuwa. Ndugu zetu ndugu zetu majirani zetu wazee waze, waze wa makamba wale wale wakuvaa kamba shingoni kama sikosei kumi na mbili kumi na tatu huko, alafu sasa huyu Stellenbosch mtoto mdogo, mtu ana nafasi ya ishirini na moja akashindane na mtu nafasi ya nne, hebu kuwa serious, haiwezekani. Simba yuko nafasi ya nne renki ya kavu, Sstelimoshi yuko nafasi ya e ishirina moja. Ah, mbali mno Sinimno. Yani kwa Simba hii kwa Simba hii yeah. tupata Barcelona akina Rafinya, Barcelona akina Rafinya ya male wandoski, Rafinya wa, mimi namkanda labda asije kwa Mkapa, labda asije kwa Mkapa, akija kwa Mkapa hapa Rafinya hapa, yeah. Lewandos katikati kuna Yamal yeah, yeah. mimi na mkanda anakula kwa Hamza piti, kwa chama wa piti kwa, kwa chamaloni <coughs> yeah. hi. yeah. hi. yeah. yeah. ya piti hii ni diwele Simba hii Simba hii hii hii Simba. Yoyote tunamtaka yoyote tunamtakataka, so, ni kwamba tu aturuhusu, tungeenda kucheza UEFA. Unasemaje? Ni kwamba tu sheria sheria aturuhusu sheria, oh, zitatubana hii Simba ndio kucheza UEFA na sio UEFA ile kina Madrid anatolewa na Arsenal, timu mbovu, timu miaka mia mbili haina kombe. Kombe. Hii Simba hii iende huko ma UEFA, yaani hukushirikishwa basi tu. E basi tu basi, tu basi, basi tutafanyaje? Lakini yote kwa yote eh, kafu ampata goli la kuposti eh, tulikuwa wa kwanza kumpa kafu goli la kuposti tarehe ishirini eh, michuano ya kafu tarehe 20 kule Amani Zanzibar, eh, Simba ndo likuwa goli la kwanza kupostiwa na kafu mwingine nani wa watu wa nusu finali mwingine nani alianza kupostiwa Simba? Tunakwambia Simba mnyama. Asante sana safari mpaka wapi sasa? Safari inaenda Kimara saizi naenda Kimara, inaenda Kimara nikapige dua. Ndio kabla, kabla kabla ya kabla ya mchezo eh, tulikuwa tum, tulifunga na kuomba kama familia ya Simba sports Sasa leo tusiende tukanywa makonyagi eh, turudi tukamrudishie Mungu utukufu huu. Ni muda wa mda bwana e, bila Mungu si hatuwezi si bila si Mungu hatuwezi. Wenzetu tunaona mambo ya Ah, ndio maana wafiki ah, popote ee, wenzetu kidogo mnabeba mpaka wanaambia mnanyunyiza zaidi. Eh, lakini hii Simba e. Sisi tunamtanguliza Mungu okay. Sisi tunalia na Mungu sa, sa. Mungu mbele, Mungu kwanza. Sisi hatuendi kuloga. Sisi hatuendi kwa babu wala kwa bibi. Sisi tunaenda kwa baba wa mbinguni Simba baba wa mbinguni aliyetuletea Mpanzu hey. aliyetuletea Kamara hey. ndo anatufikisha <laughs> leo fainali <laughs> na Mungu huyu huyu tunemuomba sisi hey. Mungu wa Isaka na wa Yakobo apeleka robo fainali sita, robo fainali sita, tuachana habari za nyuma, wanataka kurudisha nyuma huyu hey. Mungu alitufikisha fainali leo hey. Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo na Ibrahimu na, na kinakareni mimi hey. natakaye tupa kombe. kombe. kombe na sio sol, solini hey. Hii hapa. Hii hapa. Kesho kutwa sasa Simba kafu wenyewe yani wamesarenda kwa Simba nyumbani kwako na umfungi. Simba nyumbani kwako na umfungi na una chakutufanya utuletea magoli ya offside, sio unapiga goli la mkono. Ah, utapeli, utapeli, utapeli. Kila laheri dada. Shukrani.